napenda kutoa taarifa kuhusiana na mafanikio ya kesi za polisi mm -hmm, ambazo zifikishwa mahakamani na kupata mafanikio. Miongoni mwa kesi maarufu ni yule mtu anaitwa Tyson. Yeye huyu amehukumiwa kunyongwa hadi kufa baada ya kufanya mauaji ya mwanachuo. Hii kesi, kesi ilivuta hisia sana eneo la Mkundi pale jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, kutokana na juhudi za utendaji wa askari wa jeshi hilo Uh, limefanikiwa kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa washtakiwa Tyson Eliakimu pamoja na Elia Jopton Regiment wenyewe walihusishwa na kosa la mauaji ya Hajira Shabani mwanachuo wa chuo cha St. Joseph kilichopo Kihonda Manispaa ya Morogoro. Uh, tukio hilo la mauaji lilitokea Aprili 16 mwaka huu 2025, ilikuwa ni majira ya saa mbili usiku katika eneo la Bwawani kata ya Mkundi manispaa ya Morogoro, ambapo marehemu akiwa na wenzake wa hosteli za chuo hicho aliuawa kwa kuchomwa na kisu mgongoni baada ya kuvamiwa na Tyson Oscar uh, Eliakimu mwenye umri wa miaka ishirini mkazi wa Kihonda. Huyo alikuwa ni dereva bodaboda, alifanya uhalifu huo wa uporaji wa kutumia pikipiki maarufu kama kishamba kwa dhumuni la kupora simu akiwa eneo hilo pamoja na mwenzake aliyeitwa Elia Jokton Langemet mwenye umri wa miaka 30 na yeye mkazi wa Kionda na dereva bodaboda. Katika harakati za uporaji wa wanafunzi hao waliweza kumdhibiti Tyson na mnyang'anya simu aliyokuwa amekwisha ipora, na ndipo alipojihami kwa silaha aina ya kisu kwa kumchoma marehemu gongoni kisha kumjeruhi wanafunzi Amos Dismas Mlata aliyekuwa pamoja na, na marehemu Kwe. baada ya tukio hilo. Uh, washtakiwa walikimbia kwa kutumia pikipiki waliokuwa nayo ndipo jeshi la polisi mkua, upewezi, kwa umahiri mkubwa ikaanza upelelezi na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa au wakiwa na pikipiki ile, ile waliofanyia tukio yenye namba za usajili MC 285 EDX aina ya Hojue nyeusi na kuwafikisha mahakamani. Kwa hiyo kesi ile sasa imesikilizwa, ilipelelezwa vizuri na uh, ushahidi ukapatikana na wakafikishwa mahakamani kwa kusaidiana na idara zingine za haki jinai. Sasa mara baada ya kesi hiyo kusikilizwa katika kikao cha Mahakama Kuu Morogoro kilichoketi Morogoro kilichoketi Septemba 19 2025 chini ya Mheshimiwa Jaji Hadija Kinyaka, mshtakiwa Tyson Oscar Eliakimu alikutwa na hatia na amehukumiwa uh, kunyongwa hadi kufa, lakini mshtakiwa Elia Jackson Benjamin dereva pikipiki hiyo yameachiwa huru baada ya